Khairia Online TV, Kisima cha maarifa na burudani. Jina hapa langu ni ni ni Omar Ahmad Sheikh Ayoub mjumbe wa kamati ya ya siasa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga. Lakini sipo tu hapo kwa niaba yangu. Niko hapa kwa niaba ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga na mjumbe wa Kamati Kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa, Mr. Rajab Abdurrahman Abdullah. Kwa hiyo mengi ambayo nimesimamisha hapa ni yale ambayo mimi nimetumwa kuwakilisha. Yale ambayo nitayakosea kosea ni chumvi zangu tu, kwa hiyo nisamehewe mimi, lakini sio yale ambayo nimetumwa kuwakilisha kwanza ambalo tumeliona katika umuhimu mkubwa, tunafikishie salamu za shukrani, tunafikishie salamu za shukrani kutoka kwa mwenyekiti wetu wa sisi mkoa wa Tanga. Anawashukuru sana moja pamoja group chini ya wewe kurugenzi wake ndugu yetu Habib wote moja kwa moja, lakini nawashukuru sana wale wote ambao mmeshirikiana nao katika kuandaa hili kubwa na tukufu kabisa. Hakika nafsi zetu ziko na ndugu zangu, mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Tanga amenituma niwaombe sana waradhe, hasa katika kipindi hiki ambacho tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhakikisha tunadumisha umoja, mshikamano na amani katika kipindi chote hiki cha mwaka 2025 tunatambua hiki ni kipindi cha ja kutofautiana. Hiki ni kipindi ambacho kina fitna nyingi kuliko wakati wowote ndani ya Jamhuri ya Muungano. Ni lazima tuwe na subira, tuheshimiane na tudumishe umoja, mshikamano na amani yetu, kwa sababu ndio turu za taifa letu. Tunafahamu ndani ya vyama vya siasa kutakuwa na michuano mbalimbali, na tunafahamu nje ya vyama hivyo, tutakuwa na uchaguzi mkuu ambao utashindanisha vyama yupo hapa ndugu yetu Hassan Doi, nimeambiwa kule vyama rafiki wanakubaliana yeye ndio aligombea wao wa urais chama vyote rafiki vile ile atware na daktari Samia Suluhu Hassan kabisa. Ndugu zangu, sisi tuko katika mfumo yao, ndiyo maana tunaamini chama vyote ambavyo vinashiriki chaguzi hizi vipo kwa ajili ya kutupa chama cha ili tuendelee kuwaongoza vizuri wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Viongozi wa Chama cha Mapinduzi, ujumbe wenu kutoka kwa Ustadh Raja, mwenyekiti wenu, ni lazima muwe wavumilivu, mvivumilie kama hivi kwa sababu vinatusaidia kuibua changamoto na sio maadui wa nchi yetu. Na wale ambao wako ndani ya chama chetu watambue mambo matatu, uomba ni haki yao, kuteuliwa ni fursa kuaminiwa na wananchi ni wajibu ambao watakabidhiwa kutekeleza. Sasa katika kutafuta fursa tusilazimishe wajibu, katika kutafuta fursa tusilazimishe kwamba lazima tuwe sisi. Lazima tujue kabisa anayetoa uongozi ni Allah subhanahu wataala. Ndugu zangu, amesema ndugu yetu moja kwa moja, yapo mambo ya msingi katika haya. Moja, lipo jambo la madrasa yetu

Eh Salu yupo. Eh Comrade Kida yupo. Ahmad Chungu yupo. Chukua karatasi na kalamu. Wapitie wale wote ambao wanatokana na Chama cha Mapinduzi wachange shilingi milioni 3 sasa hivi. Takbir. Lakini pia ndugu yetu hasa ndoyo, kwa upande wenu mnaweza kuendelea na mchango tutawasilishia. Kwa hiyo tunahitaji mchango ambao kaa tupate mtaji kwa ajili ya shughuli zetu kwa kani, lakini huu ni mahususi kwa ajili ya madrasa yetu hizi. Kwa hiyo na maasa etwahiyonde, ndugu zangu, katika kutoa michango hii hakupotezi bali tunafanya shughuli ya kijamii. Ikiwa sisi ni wanasiasa na tunaomba ridhaa ya kuitumikia jamii, lazima tujue kwamba wapo watu wanaiandaa hii jamii ili tuione katika u bila uwepo wa taasisi za dini bila uwepo wa walimu wa madrasa hizi bila uwepo wa wachungaji maaskofu, hakuna amani inayoweza kupatikana katika taifa letu. Misingi ya amani yetu inapatikana katika vyombo hivi ambavyo vinawafundisha watoto wetu jinsi ya kuishi kwa ustaarabu, ubatututi na amani katika nchi yetu. Kwa kuviunga mkono vyombo hivi ni wajibu kwetu, kwa sababu ndio msingi wa yale ambayo ya tunayoombea. Sio kweli hata kidogo kwamba tuna askari wa kutosha wa kutunza amani ya nchi yetu, sio kweli hata kidogo kwamba tuna majeshi ya kutosha ya kutunza amani ya nchi yetu, bali kwa kushirikiana na viongozi wa dini na taasisi za dini, madrasa, makanisa, misikiti, ndio tunapata mchanganyiko unaoleta amani katika nchi yetu. Ndugu zangu, Tuko hapa leo kwa jambo mahususi ambalo ni mashindano ya Qur'an. Tumeona katika juzuu maarufu e, juzuu maarufu ya shabiki tunaita kwa sababu wengi tunaijua huko, e, mnapokwenda wengine mtatuchanganya, lakini hii sisi sote hapa tumeigusagusa. Kwa maana nyingine ni juzuu muhimu kwetu sisi watu tuliokuja kutazama. Sasa nimeangalia zawadi utaumeweka juzu hii maarufu, mshindi wake ni laki moja tu, alafu juzu tano, laki tano. Humi, umeweka mshindi wake tano, juzu kumi umeweka mshindi wake milioni moja. Haujatutendea haki sisi ambao tuko wengi kuliko wote, tukiulizana hapa timu ya watu wengi nako timu juzu lakini angalau mshindi apate laki tatu angalau, eh inategemea mchango kwa sisi inakuja, lakini angalau mshindi wa pili atoke na laki mbili basi, alafu watatu atoke na laki moja, lakini tutatoa zawadi mahususi. Wamesimama hapa vijana wadogo kabisa. Sayid Isudin amesema kwamba vijana wa kike wamesoma vizuri kuliko vijana wa kiume, mi nikasema kimwagono wakati mtu mmoja somo yako kampeni. Nataka wale vijana ambao wako chini ya umri wa miaka kumi na moja ambao wamesimama hapa kusoma waje hata hey, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema umri wa umati wake baina ya 60 na 70, ikizidi hapo wewe bora sizifu katika hey. Hiki vijana wote wa ambao wako chini ya umri wa miaka 11, yaani kuanzia miaka 11 kuja chini, ambao wamechukua kwa hili na wakasoma, sisi tunawaomba hapa kutakuwa na zawadi zile za washindi wa, wa jumla, lakini hawa kwa umri wao na jitihada zao, kwa sababu wengi sisi katika umri wao hatukuweza kufanya kazi walioifanya wa sasa hapa. Mimi najua kilichowachanganya baadhi yao ni hizi kamera, mpaka kukaa mbele ya kamera namna hii unahitaji ushujaa. Pa, sasa leo wanaona kamera lazima kidogo pesa ile kwa kwa ngapi vijana kwa msita. Kwa hiyo tutawapa zawadi pia vijana hao shilingi elfu hamsini kila mmoja kwa ajili ya kujiandaa na sikukuu inayokuja. Kwa hiyo tutawapa shilingi elfu hamsini vijana hao kutokana na umri wao, wakibahatika kupata zawadi nyingine sana, lakini ni vijana ambao wametia, wametufanya kwamba nafsi zetu